Na e, mimi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mungu kwamba tumeamka na afya, kwa maana kwamba mtaji upo, tunamshukuru Mungu. Lakini la pili ni kutaka kuwafahamisha wadau na wapenzi wa mpira wa miguu especially mkoa wa Kagera na nchi nzima kwa ujumla kwamba maandalizi yetu ya mechi ya kesho yamekwisha kamilika, na tunashukuru Mungu ni kwamba kuna baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa hawapo sasa hivi wamerejea, lakini kama unavyojua kwa mpira, kuna wengine wameingia, kuna wengine watatoka kutokana na majeraha madogo madogo, wengine wapo chini ya uangalizi. Nafikiri mpaka kufikia kesho naweza kuwa na majibu sahihi, tunamsubiria daktari aweze kutoa ufafanuzi juu yao, lakini maandalizi ya ya yote yamekamilika, na baada ya kutoka Tabora, full squad karibia wote watakuwepo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nikija kwa wageni wetu ambao wanakuja kututembelea ni mechi ambayo si rahisi, ni mechi ngumu. Coast wana timu nzuri, wako juu yetu, lakini pia wana walimu wazuri. Nafikiri ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo tuwaombe e, wana Kagera, e, sisi kule kiwandani tuko na management vizuri, wameongeza hamasa sana kwenye timu. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wananchi wa mkoa wa Kagera ambao wanapenda mpira waje kusupport timu yao, kama walivyokuepo zile mechi zilizopita nyuma, waje kwa wingi, tunawatambua sana na tunaamini kwamba wao ni sehemu yetu sisi, kwa nguvu walizotupa kipindi mechi iliyopita. Naamini kesho watakuja zaidi ya hapo kuweza kutusapoti, ili tuone kama tunaweza kutoka kwenye hii sehemu iliyopo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, tumeweza kujalia, tumeamka salama. Pia nakwenda kuzungumza kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Tupo salama na tunajiandaa, tumejiandaa vizuri, tumefuata maelekezo ya walimu kwa kesho tupo tayari kwa ajili ya kupata pointi tatu. Ukiangalia wachezaji wote wana morali ya kupata pointi tatu, viongozi wote wametoa sapoti kubwa ya kutosha. Kwa hiyo naomba niweze kualika washabiki waweze kuja uwanjani kwa ajili ya kuweza kutusapoti, kwa sababu bila wao sisi sio chochote. Mchezo una umuhimu mkubwa sana kwetu, ukiangalia tuko nafasi nzuri, lakini ukiangalia tumecheza michezo mitatu nyuma tumeweza kucheza vizuri, tumefuata maelekezo ya wa walimu. Kwa hiyo kwa kesho Tunde, tunakwenda kuendeleza pale tulipoishia. Naamini kesho, tunaheshimu wapinzani, wetu ni wazuri, ila kwa kesho na imani tutakwenda kuweza kupata pointi tatu, na inshallah, naamini tutapata pointi tatu kwa sababu tumejiandaa vizuri, tupo na morali vizuri, tuna support ya kutosha. Kwa hiyo narudia tena kuomba wapenzi wa Kagera Sugar waweze kujitokeza kwa wingi, ili waweze kutupa support na nawaahidi hatutaweza kuwaangusha, kwa sababu tunatambua mchezo ni muhimu sana kwetu na tumejipanga, tupo tayari kwa kuweza kupata pointi tatu.